Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuza yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE. Habari: spika wa bunge Zungu aahidi kuwa atahakikisha bunge analolisimamia linakuwa la haki na kuchangia maendeleo ya nchi. Katika biashara, chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania NDC kimeanza mikakati ya kuboresha sekta ya utalii katika mkoa wa Arusha. Na katika habari za kimataifa, binti wa rais mstaafu wa Afrika Kusini Jacob Zuma akanusha mashtaka ya ugaidi. Karibu mtazamaji wa TV na moja kwa moja, tuanzie huko Dodoma ambapo tunaelezwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema kuwa atahakikisha bunge analolisimamia linakuwa la haki kwa kuchangia maendeleo ya nchi na wananchi, huku akiahidi kusimamia bunge la kumi na tatu kwa kufuata kanuni, sheria na katiba ya nchi kwa kutenda haki kwa kila mbunge. Josephine Kaponya ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Musa Spika Zungu amesema hayo bungeni wakati akisoma hotuba ya shukurani mara baada ya shukurani, mara baada ya kuchaguliwa kwa kishindo na wabunge. Pia amemshukuru Spika Mstaafu, Dkt. Tulia Ackson kwa uongozi wake katika bunge la 12, akisema mafunzo aliyoyapata kutoka kwake yatasaidia katika utekelezaji wa majukumu yake mapya. Kwa muktadha huo, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenyeviti wa bunge, kwamba tutashirikiana kuiongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge, kwa vyama vyote vyenye uwakilishi.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 Mimi Musa Hassan Zungu nafibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa, kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria lewelu. Eye Mwenyezi Mungu nisaidie. Katika historia ya spika Musa Azani Zungu ni mwanasiasa mkongwe wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye amehudumu bungeni kwa muda wa miaka 20 mfululizo huku akijipatia heshima kubwa kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika shughuli za kibunge na utumishi wa umma. Musa Azani Zungu ni mhandisi wa ndege aliyepata mafunzo nchini Tanzania na Kanada, akionyesha umahiri katika taaluma ya kiufundi kabla ya kuingia kwenye siasa. Kwenye uzoefu wa kibunge, amekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu miaka ya elfu mbili. Amekuwa mjumbe wa tume ya utumishi wa bunge kati ya mwaka 2016 na mwaka 2025. amekuwa mwenyekiti wa bunge kati ya mwaka 2012 na mwaka 2021 na, na pia amekuwa naibu spika kati ya mwaka 2022 na mwaka 2025 kabla ya kuchaguliwa kuwa spika wa, wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema hakuna makubaliano yoyote wala masharti waliyosaini ili kuachiwa huru kwa viongozi waandamizi wa, wa chama hicho ambao walikuwa wanashikiliwa na jeshi la polisi huku chama hicho kikishinikiza kuachiwa huru kwa watu wote waliokamatwa kutokana na sababu za kisiasa. Gula Kimsola anayo taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kutoka kuripoti kituo kikuu cha polisi cha kati kanda maalum ya Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema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 na kuja na mapendekezo ambayo viongozi wakuu wa Chadema watatoa msimamo juu ya mwelekeo wa siasa za Tanzania. Asante sana Gudula Kimsola kwa taarifa hiyo. Tatizo la magonjwa yasiyoambukiza kitaifa na duniani limeendelea kuwa kubwa, huku ulaji usiofaa wa vyakula ukitajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuongezeka kwa magonjwa hayo. Wataalamu wa afya wanashauri wananchi kuzingatia ulaji bora na kufuata mtindo sahihi wa maisha ili kuepukana na maradhi hayo. Mwavita Mkondo anayo taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Katika maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyoambukiza yaliyofanyika katika viwanja vya zimamoto mjini Shinyanga, wananchi wamejitokeza kwa wingi kupata huduma ya upimaji bure wa magonjwa hayo. Afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, Mbuni Chacha, amesema hulaji holela na usiozingatia makundi ya vyakula ni miongoni mwa visababishi vikuu vya magonjwa yasiyoambukiza kama vile kisukari, shinikizo la damu na unene kupita kiasi. Lishe imekuwa ni eh, kitu ambacho, eh, kitu ambacho kinaongoza sana changia katika magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ya, kwa maana ya ulaji usiofaa na mtindo mbovu wa maisha ndio tatizo kubwa ambalo linawakumba e, watu wengi. Kwa maana usipofuata e, mtindo bora wa maisha utakupelekea kupunguza uzito mkubwa maana utakuwa unapata nishati nyingi na kinishati inayotoka ni dogo, kao itakupelekea unapata uzito mkubwa. Na miongoni mwa sababu kubwa inayoweka watu katika magonjwa mengine ya sukari na presha kwa maana ya shinikizo la juu la damu ni, ni, ni uzito mkubwa. Kwa hiyo usipofuatilia huu mtindo mzuri wa ulaji na mtindo bora wa maisha itakupelekea kwenye matatizo ya uzito ambayo itakupelekea pia kwenye matatizo ya sukari na shinikizo la juu la damu. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Dkt. Luzila Joni amesema kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya vifo milioni 43 duniani vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza, hali inayohitaji hatua za haraka katika kuelimisha jamii. Grupu ambayo inaongoza kwa kusababisha vifo vingi ni magonjwa ya moyo. Tunaposema magonjwa ya moyo tunamaanisha magonjwa kama ya stroke au kiharusi magonjwa ya mshtuko wa moyo au heart attack, lakini pia shida ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri. Na mambo haya mengi yanasababishwa na shinikizo la juu la damu. Lakini grupu nyingine na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa ni magonjwa ya kisukari, magonjwa ya figo, lakini pia magonjwa sugu ya ya mapafu, lakini pia kuna magonjwa kama magonjwa ya kansa, lakini pamoja na magonjwa ya sikoseli au selimundu. Haya ndio magonjwa ambayo kwa kweli kwa sasa hivi yanasababisha sana vifo vingi duniani lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa takwimu ambazo zilifanyika pia mwaka 2021, vifo vingi ambavyo vilitokana, tunasema premature death, vifo ambavyo vilitokana, watu walipata kabla muda ambao tarajiwa kufariki, vingi vilisababishwa na magonjwa yasiyo kuambukizwa. Tunasema asilimia 82 itokana na magonjwa ambayo sio kuambukizwa. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata huduma ya upimaji bure wamepongeza juhudi hizo, huku wakitoa wa wito kwa wengine kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara. Sasa mtindo wa maisha, unajua mtindo wa maisha kila mtu anachagua aishi namna gani. Sisi wazee ni vigumu sana kuwa na mtindo wa maisha kama kijana. Wewe kila ugali wako hapo na mchicha na nini, unai lakini kijana anataka ajirushe akali chipsi akalibia akafanye nini? Sasa hiyo ni aina tofauti, lakini sisi mengi yanayotusibu ni, ni, ni, ni. Zile heka heka za maisha ulionayo. Unapopata matatizo ya kifamilia wewe ndio labda umebaki kimbilio la kila mtu, lazima unafika mahali utapata shida. Mimi nashauri hata kwa yoyote yule ambaye anajisikia tofauti katika mwili wake a, hata kabla hajajisikia awe na anacheki afya yake kwanza mara kwa mara, kwa sababu inaweza likatokea kwa mfano matatizo ya moyo, sukari huwa yanatokea kwa mara moja bila we kujijua. E, kwa hiyo mimi nawashauri tu yoyote atakayejaliwa basi asogee hapa aje acheki afya yake. Tanzania huadhimisha maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyoambukiza kila wiki ya pili ya mwezi wa kumi na moja, na mwaka huu maadhimisho hayo yameanza tarehe kumi mpaka tarehe kumi na tano kitaifa huku yakiongozwa na kauli mbiu isemayo chukua hatua, dhibiti magonjwa yasiyoambukiza. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kwamba uwa kwa muda mrefu mfumo wa kimataifa wa kodi umekuwa ukinufaisha zaidi nchi tajiri ambako kampuni nyingi za kimataifa zina makao makuu huku nchi maskini hasa zile za bara la Afrika zikibaki zikihangaika kukusanya mapato ya kutosha. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Hasara hiyo imekuwa ikiathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida hususan wanawake na wasichana wanaobeba mzigo wa huduma zisizolipwa kama malezi, kazi za nyumbani na huduma za kijamii kutokana na serikali kukosa fedha za kutosha kufadhili huduma muhimu kama afya, elimu na ulinzi wa kijamii. Hayo yamesemwa na Magdalena Gise, mwakilishi wa Tanzania Young Feminist Movement ambaye ametoa tamko kwa niaba ya kikundi kazi cha mashirika ya kiraia ya Afrika, African Civil Society Working Group katika majadiliano ya mkataba wa kodi wa Umoja wa Mataifa, UN Tax Convention, unaoendelea nchini Kenya. Amesema kuwa mfumo wa sasa wa kodi unaoegemea katika kodi za makazi, residence based taxation, umejengwa kwenye misingi ya ukoloni na unaendelea kudhoofisha uwezo wa nchi chanzo kuhifadhi mapato yanayotokana na shughuli za kiuchumi zinazofanyika ndani ya mipaka yao.

Aidha, ameitaka jumuiya ya kimataifa kuzingatia maadili ya kifeministi katika mkataba huo, ikiwemo misingi ya usawa, haki na ujumuishi, kwa kuwa kodi yenye usawa ni chombo cha kugawa upya rasilimali, kuondoa pengo la kiuchumi na kurejesha utu na heshima kwa kila mtu. Asante sana, Recho Chacha, kwa taarifa hiyo. Wizara ya Katiba na Sheria imewataka watumishi wa umma kufanya kazi kwa nidhamu, uadilifu, uzalendo kwa kuzingatia sheria na kanuni za utumishi wa umma ili kuwawezesha wananchi kupata huduma bora, kuwaletea maendeleo na kumaliza changamoto zinazowakabili. Taarifa hii na Mrisho Mapeo kutoka Pwani inaarifu zaidi. Akizungumza wilayani Kibaha mkoani Pwani wakati wa kufungua mafunzo kwa watumishi wa umma wapya 46 wa Wizara ya Katiba na Sheria ilifanyika katika chuo cha uongozi na utumishi wa umma, katibu mkuu wa Wizara ya katiba na sheria Eliakim Maswi amesema mafunzo hayo yamelenga kuwapa uelewa katika utumishi bora na kutoa huduma kwa kulinda haki za wananchi, kwani wamepewa dhamana ya kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Aidha, ametoa wito kwa watumishi hao kutambua majukumu na mipaka yao ya utumishi kwa kuwatendea wema wananchi na kutambua kuwa mbali na serikali kutazama uadilifu wao, lakini pia Mwenyezi Mungu Muumba anatazama utumishi wao. Mnapoanza safari hii ya utumishi wa umma tambueni kuwa hamna tu wajibu kwa wizara yetu ya katiba na sheria na serikali, bali pia hata kwa Mungu aliyowezesha nyewe kuchaguliwa kujiunga na wizara hii. Lakini kuna wananchi ambao ndio waajiri wetu, na dhamira zenu zinapaswa kuwasuta mnapofanya kazi. Mnapotumikia kwa uaminifu Kumbuka, unapata baraka. Mnapotumikia kwa ubinafsi, mnazivunja baraka hizo. Kwa hiyo, kaeni na misingi hii kama dira ya maisha yenu ya kazi. Awali akizungumza kabla ya kumkaribisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, Mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Dr. Ernest Mabonesho amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kuhakikisha watumishi hao wanaelewa wajibu wao, wanaelewa sheria na taratibu za utumishi wa umma pamoja na kuelewa misingi na kanuni za maadili ndani ya utumishi wa umma. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuhakikisha kuwa watumishi hao wapya wanaelewa wajibu wao wanaelewa sheria na taratibu za utumishi wa umma ndani ya serikali, lakini wanaelewa misingi na kanuni za maadili ya utendaji kazi ndani ya utumishi wa umma, pamoja na taratibu zingine za kiutendaji na mawasiliano katika eh, ofisi za serikali. Tunategemea baada ya wiki hizi mbili mafunzo haya, mafunzo haya kwa watumishi hawa yatawezesha kutoa huduma bora kwa umma, huduma zenye tija, huduma ambazo zinazingatia sheria, zinazingatia taratibu na miongozo mbalimbali inayosimamia utoaji wa huduma zenye tija kwa wananchi. Naye Fadhili Mtenda, ambaye ni meneja wa mafunzo kutoka chuo cha utumishi wa umma, amesema wana imani kuwa watumishi hao wapya wanakwenda kufanya majukumu yao kwa uzalendo na kutenda haki, na kwamba watakuwa mstari wa mbele kupiga vita rushwa katika utumishi wa umma. Watumishi hao wapya watakuwa na maarifa na taarifa nzuri kuhusiana na utumishi wa umma na wataweza kuhudumia kwa mujibu wa misingi ya haki lakini watahudumia kwa misingi ya taratibu za utoaji wa huduma bora, lakini bila kuathiri eh, sheria zilizowekwa na serikali. Lakini pia tunategemea watatenda haki, lakini pia kwa sababu katika mada ambazo zitakuwepo pia ni mada ya masuala ya uzalendo eh, na kuepuka migongano ya maslahi na masuala ya rushwa kwao, tunaamini kwamba watumishi hao wapya watakimaliza mafunzo. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Leo ikiwa Tanzania imeshuhudia kuapishwa kwa wabunge wa Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukio lililofanyika jijini Dodoma. Baadhi ya wagombea walioshindwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Songea mjini wametoa wito kwa wabunge wapya kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwamo viongozi wa vyama vya vya siasa vya upinzani katika kukusanya maoni atakayosaidia kutekeleza matamanio ya wananchi na kukuza uchumi wa maeneo yao. Kutoka mkoani Ruvuma, tuungane na Innocent Horomo wakizungumza na TV Habari. Wagombea hao wamesema licha ya kushindwa katika uchaguzi uliopita, bado wanasela na mawazo yenye manufaa kwa jamii yanaweza kusaidia kuboresha maisha ya wananchi na kusongesha mbele gurudumu la maendeleo ya taifa. Kwenda kwa yule mwenzako ambaye aliyogombea na kuomba vile vipaumbele vyake ambavyo alivyokuwa ameviweka ambavyo ni vizuri na we ukavifanyia kazi, sio jambo baya, ni jambo zuri tu, kwa sababu lengo letu kubwa ni kulifanya au kuyafanya majimbo yetu yawe vizuri. Kwa hiyo mimi, ushauri wangu hasa hasa kwa Mheshimiwa Damas Ndumbalo ni kwamba tungekaa kwa pamoja ili tuweze kushauriana, kwa sababu sote tulikuwa tunajenga nyumba moja na wananchi wa Songea wanahitaji maendeleo. Kwa hiyo afahamu kwamba ana deni na wananchi wa Songea. Kubwa ni kuwatumikia wananchi, atimize yale ambayo aliwaahidi wananchi. Kwa upande wa wananchi wa Songea mjini wametoa wito kwa wabunge katika suala la uwajibikaji kwa kuwa sikio la serikali na kuwasemea wananchi katika vyombo vya maamuzi na kutekeleza kwa vitendo ahadi za maendeleo zilizotolewa wakati wa kipindi cha kampeni. Ushauri wangu, warudi majimboni kusikiliza wananchi nini vipaumbele vyao. Wanapoenda mara ya pili Dodoma wabebe vipaumbele vya wananchi, wasiende na mawazo yao. Shida ya wawakilishi wetu Kipindi cha kampeni wanaongea kingine, wakishapata vyeo wanaongea vitu vingine. Kwa hiyo mimi nashauri shauri sana, walioyahubiri kwenye kampeni yale sasa waje waongezee kipindi, wameshapata tuwape na mengine ili waende wakatuwakilishie. Ningependa wangeweza kutusaidia katika kuboresha barabara zetu, kama kwa Ruiko pale, barabara za mitaa zote ni zina vumbi. Kwa hiyo wangeweza kutuwekea lami. Kwa mjini hapa tuna soko letu la Manzese, wangeweza kuliboresha lile soko liweze kukaa vizuri. Tuna barabara ya Mtwara Corridor, waweze kuwalipa watu fidia zao na barabara inayoelekea inawele, Njombe kwenda Dar na yenyewe iweze kuwekewa lami waweze kutupanulia. Juma Nambaila ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea Vijijini yenye majimbo mawili ya uchaguzi, jimbo la Madaba na jimbo la Piramio anaeleza namna chama hicho kilivyojipanga katika usimamiaji na utekelezaji wa ahadi walizozitoa kwa wananchi kupitia ilani ya chama hicho ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini. Ilani ya 2025 hadi 30 sio ahadi za karatasi bali ni mwongozo wa kazi kwa viongozi wote waliochaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Hapo tunamaanisha kupitia madiwani wetu, lakini pia na waheshimiwa wabunge pamoja na Mheshimiwa Rais. Lakini sisi kama chama e, tunayo hapa kamati yetu ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ambayo itakuwa ikifuatilia kwa karibu kabisa miradi yote ambayo itakuwa inatekelezwa chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kuhapishwa kwa wabunge kunafungua ukurasa mpya wa uwakilishi na utumishi kwa Tanzania huku wananchi wengi wakionyesha matumaini mapya ya kuona bunge lenye tija na matokeo chanya kwa taifa. Asante sana Innocent Roma kwa taarifa hiyo. Jamii imetakiwa kujenga utamaduni wa kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali wakiwamo wagonjwa, wazee na makundi mengine yenye uhitaji maalum ili kukuza mshikamano na utu. Taarifa inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa fedha na mipango wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI CPA Agnesi Kuenga wakati kabidhi zawadi kwa watoto wenye matatizo ya wa moyo wanaotibiwa katika taasisi hiyo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya waasibu. CPA ya Guinnessi amesema waasibu wa JKCI waliamua kuadhimisha siku hiyo kwa kufanya jambo la kijamii ili kuwafariji wagonjwa wa moyo na kuonyesha moyo wao wa upendo kwa jamii. Tuna jukumu la kuhakikisha kwamba kila shilingi moja ambayo inatumika kwenye taasisi inaleta matokeo ambayo yanaendana na uwekezaji wa hiyo shilingi Kimaanisha kwamba kama tunanunua kitu cha shilingi elfu ishirini lazima tupate thamani ya shilingi elfu ishirini ili hela yote isipotea. Lakini pia tunatambua umuhimu no? wa kutumia teknolojia ya hasa teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuongeza au kuimarisha utendaji wa kazi zetu. Kazi za uhasibu tunatumia mifumo kama MUSE, tunatumia MUSE tunatumia TALI mifumo mingine ya kihasibu iko mingi sana, lakini uh, kwa asilimia kubwa tunatumia mifumo, lakini kuna baadhi ya kazi zetu bado hatujatumia mifumo kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo tunakumbushana umuhimu wa kutumia teknolojia hasa hasa ya mawasiliano na habari, ili kuboresha utendaji uh, kazi wetu. Sasa hivi tuko kwenye mchakato sisi kama wasibu pamoja na wenzetu wa tehama, umekuja tumeunda kikundi kazi ambacho kitakuja na mapendekezo na ya namna bora ya kutumia teknolojia ya akili mbadala kwa maana ya artificial intelligence, ambayo itasaidia utendaji wa majukumu yetu ya kila siku. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr Peter Kisenge amewapongeza waasibu wa, wa taasisi ya moyo kwa upendo wao waliojitolea, huku akisema kuwa kitendo hicho ni cha kuigwa na idara nyingine ndani ya taasisi ya JKCI. Kama mnavyofahamu taasisi yetu ya moyo ina wahasibu na vilevile ina auditor ambao wapo kwenye taasisi yetu. Wahasibu ni kiungo muhimu sana kwenye taasisi. E, sisi madaktari tunatibu lakini tunapata sapoti ya watu mbalimbali, mojawapo ni wahasibu. Wahasibu, wahasibu wanatunza mahesabu ya taasisi yetu, hela yote inayopatikana ambayo serikali inaileta lakini tunayoizalisha kutokana na, na shughuli mbali mbalimbali tunazozifanya kutoka bima mbalimbali mbali, lakini kutoka taasisi mbalimbali inatunzwa na wahasibu. Taasisi hii sasa imekuwa moja ya taasisi kubwa na wahasibu wamechangia sana, kwa sababu kwa miaka yote tangu taasisi imeanzishwa elfu mbili kumi na tano umekuwa tunapata hati safi. Kama tusingekuwa na wahasibu bora wenye weledi wa hali ya juu tusingepata hata sasa. Naye mkuu wa kitengo cha uhasibu JKCI CPA Ruben Mnyiti alisema kuwa maadhimisho hayo yamebeba na kauli mbiu isemayo kukuza uwajibikaji na utendaji bora kupitia teknolojia na uchangiaji kwa jamii, ambayo imelenga kuhamasisha watumishi kufanya kazi kwa bidii kwa kukumbuka kuwajali wale wanaowahudumia. Tumeona ni vyema tufanye kushiriki pamoja na wagonjwa ambao wapo wapo hapo wadini, ili kuwapa zawadi kidogo kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Na kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni utendaji uh, bora, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunarudisha ile uh, tunarudisha kwa jamii pia. Kwa hiyo leo tumeona ni vyema kushiriki pamoja na wagonjwa ambao wako udini. Tumekuwa na zawadi kidogo ambazo tumeandaa kwa ajili yao ili pia kuwa wafariji. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kuwakaribisha ku, ku, jamii nyingine kwa maana ya hizi taasisi, lakini pia jamii hata vitundi mbalimbali inaweza vikawa vinakuja pia kushiriki kwa ajili ya kuangalia watu ambao wapo katika maeneo ya hospitali wa ambao wanahitaji mahitaji mbalimbali nao. Baadhi ya watoto waliopokea zawadi hizo hawakuficha furaha yao, wakapata na nafasi ya kuelezea msaada huo ambao umeleta faraja kubwa kwao na kuwapa matumaini mapya, wakati watoto hao wakiwa wanaendelea na matibabu ya moyo mambo ambayo yanaendelea kwa maana ya watoto. Nashukuru kwa sababu wamerejesha chakula ambacho wamekipata, hii auisho wanatukumbuka sisi pia. Nashukuru na Mungu baada ya kufika hapa, huduma yao nzuri na wako vizuri. Nasema asanteni na nyinyi mliokuja kututembelea, Mungu awabariki, musikate tamaa kutusaidia. Nyinyi ndio uokozi wetu, ndio mnatusaidia hapa. Mungu awajalie sana sana, asante sana. Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.